Na wakazi wa maeneo ya Makadara kaunti ya Mombasa wameanza kuhama huku shughuli zikitatizika baada ya jengo la ghorofa tisa kuanza kuporomoka. Maafisa wa polisi wamezingira eneo hilo na kupiga marufuku kuingia na kutoka mtaani humo. Francis Mtalaki amefika asubuhi na mapema, amekuwa akifuatilia shughuli hiyo. Tunaongea naye hivi sasa, tufahamishe mengi kwa kile ambacho kinaendelea katika kaunti ya Mombasa. Francis Mtalaki, tufahamishe kwamba je, nyufa hizo eh, zimeweza kuonekana kila mahali au vipi? Tumpe nafasi atueleze. Kwa zaidi ya saa kumi na mbili shughuli katika maeneo ya Makadara kaunti Mombasa zimesimama kutokana na jengo hili la ghorofa tisa loko nyuma yangu kuanza kuporomoka taratibu. Kulingana na wanaoishi katika eneo hili, walisikia kishindo na hata kupelekea nguvu za umeme kupotea usiku wa kuamkia leo. Shida iliyotokea ambayo imefanya sasa watu wamekaa nje ni hiyo nyumba ambayo ilikuwa inajengwa ilikolaps na ilipo ilipotingizika ilipo, ilipo, ilikuwa kama ambao ni earthquake, watu wote wakakimbia kwa nyumba, maana ilitingizika kabisa paka ile bamba, unaona. kwa hiyo nyumba imezingira hiyo nyumba zote zinazo zikaanguka chini. E, na transformer hapo hapo hapo mbele hiyo nyumba, kuna transformer. so hiyo transformer pia ililipuka, moto ilipuka, moto ikazima line hii ya moto, yote hiyo nyumba yote moto ikaa, kuna na hiyo lighthouse na hiyo jirani zote kwa hiyo hilo jumba limejengwa na idadi ya miezi kama mitatu, sita hivi linajengwa haka limefika kiwango cha kupigwa rangi ndio limenama lime. Hali hii imewalazimu maafisa wa polisi kuzingira eneo hili, na hakuna anayeruhusiwa kupita karibu na jengo hili. Sasa mipango ya kuliangusha jengo hili inaendelea hata ukienda, ukienda wale tulikopita pale ulikuwa unaona ile nguzo ambayo kama hiyo nguzo imebend hivi tayari imevunjika yeah. E, sasa limevunjika hata ile nyumba. In fact ile face ya huku ni kama imeshikwa na face ya pandile, ile nyuma ndio imeshika hiyo e. kwa hiyo ni injinia wa ile nyumba, kwa sababu kuna injinia wa hiyo nyumba ali amechola plan, alafu kuna injinia wa serikali, lazima watu wawili washirikiane lakini mainjinia wa siku hizi kazi yao, kuna hongo. Chuma nyumba ya ghorofa kumi, wanaweka chuma iliyo si ya ghorofa kumi. Kwa hiyo lazima itashindwa nguvu kwa sababu ya mzigo ulionao. Baadhi ya wanaoishi katika sehemu hii wamesema kwamba hali hii imewatatiza huku baadhi yao wakianza kuhama kutoka eneo hili. Shughuli za kibiashara katika eneo hili la Makadara hasa wanaofanya kazi ya kupika imesimama hadi sasa, na haijulikani ni lini au ni saa ngapi wataendelea na shughuli zao za kujitafutia mkate wa siku. Francis Mtalaki Ringa, Citizen, Makadara, County Mombasa. Naam, watu wawe waangalifu na kila mtu asitake kushuhudia kinachoendelea. Kama ni eneo ambalo walifikiki, watu wakae kando, tuache juhudi za so kuhakikisha kwamba watu wote wanakuwa salama eneo lile.